Ujambo na karibu. Sisi ni Wakfu wa Audiopedia. Dhamira yetu ni kuelimisha jamii na wanawake ulimwenguni kwa kutumia njia za kidijitali. Katika sehemu nyingi barani Afrika, mamilioni ya wanawake hawawezi kusoma na upatikanaji wa mtandao ni adimu au ghali sana. Wakati huo huo, mabilioni ya kadi ndogo za kidijitali zilijulikanazo kama microSD zimekaa bila kutumika nyumbani na ofisini kote ulimwenguni. Lengo letu ni rahisi: kuleta pamoja masuala haya mawili. Kwa kupitia kwa mpango wetu wa SD4Africa, tunakusanya kadi za microSD ambazo hazijatumika, kisha tunaweka taarifa zilizonukuliwa kwa sauti, halafu tunasambaza kwa jamii. Kadi hizi ni kama maktaba inayotoshea mfukoni mwako. Umuhimu wa kadi hizi za microSD ni upi? Kwanza, sio lazima utumie mtandao, pili ni rahisi kubeba, tatu, zinaweza kutumika kwa simu yeyote ile zinazopatikana barani Afrika, hasa simu zinazotambulikana sana kama vile simu ya itel na Tecno. Vilevile zinadumu, hivyo basi zinaweza kutumika tena na tena. Kadi moja inaweza kufikia familia nzima au kikundi, sio mwanamke mmoja tu. Kila kadi iliyotumiwa husaidia kupunguza taka za elektroniki. Katika kanda hii ya video, tutakuonyesha jinsi ya kutumia kadi za microSD katika mikutano yako ya kueneza habari. Utajifunza njia tofauti zinavyotumika, jinsi ya kuweka katika simu ya kawaida na jinsi ya kupata mafunzi yaliyonukuliwa kwa sauti bila malipo yoyote kutoka kwa Audiopedia. Kumbuka, kadi ndogo inaweza kuleta matokeo makubwa. Wacha tuone kivipi.